Lakini sasa ukija kwenye upande wa dada zangu na sisi wote by the way, lakini upande wa dada zangu, kutokana na uzoefu wangu au experience yangu, mara nyingi unapojaribu ku make move, wengine wanakuwa wanapiga wanapiga piga chenga, basi mwisho wa siku bado utafanikiwa na utamtoa date. Sasa ukisha mtoa date, mnafika point moja, same thing kama ya ya, ya, ya, ya, ya, ya ku, kuwa na wazungu kwamba amefika, mnaanza kuongea me, the conversation imeenda vizuri, lakini sasa wakati wa kulipa bili mtu anakuwa amepozi yani, au anajibaraguza au anachoa kibegi chake, anaweka lip gloss, lip gloss, whatever the case, anaangaika anabuzibuzi tu, anajua of course, lakini yes, I'm supposed to pay, I'm going to pay, lakini kile kitendo cha kwamba yani, imefika wakati wa kulipa hata mtu aseme hey, by the way, let's split the bill au you know, just hata basi zuga kuliko you, you, you, like typical you don't wanna hold that conversation. Ya nini kutaka kusplit ku, ku your bill? So uo kwa mimi ndio nimeona hiyo hiyo, kuna utofauti kati ya wazungu na sisi Waswahili.